Hello, karibu Ask Incubators TZ. Tukiwa bado tuko ununio tunaendelea kupakua vifaranga wa broiler kwenye mashine yetu. Kama mnavyoweza kujionea, mzigo bado ni mwingi na hawa vifaranga wote tayari wameshalipiwa. Hivyo tunawatoa hapa kuelekea kwa wahusika ambao waliweka oda zao. Hizi ni mashine zetu kutoka Ask Incubators tukiwa tunaendelea kufanya uzalishaji mkubwa wa vifaranga vya broiler. Karibuni Ask Incubators. Unaweza kujipatia mashine nzuri kwa bei nzuri, na mashine zenye ufanisi wa hali ya juu, ambapo pia kama mtumiaji unapewa na maelekezo jinsi ya kutumia. Unaweza kutupata kwa mawasiliano 0717523626 na pia kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na YouTube channel kwa jina la Ask Incubators TZ. Karibuni sana katika safari hii ya ufugaji tuwe pamoja.